Ona, my love. Ni nini wewe, shida yako ni gani? Nimechoka na wewe, umesikia? Yaani mwanaume mzima, huwezi nunua data zako. Mimi kila siku ndio nanunua data, nanunua mimi kila kitu. Wewe unakuja unatumia, ukishatumia huwezi nibaiya tena. Tena ninunue tena utumie. Hakuna hata siku moja umewahi nibaiya tena. Babe, hiyo kopo yangu yenye niko nayo ya 700 uliniambia utanivumilia nikiwa nayo. Before nikukatie uingie box na SMS za 10 bob, nilitoa kwako. Ukaniambia babe, utanivumilia. Sasa imefika mahali unanidharau babe juu unani, unani hotspot. Ninatumia data yako bado, ni venye umenichosha wewe. Kila siku ni kikiwa hotspot, leo tena unataka, kesho tena, kesho kutwa, kila siku lakini babu, hiyo okoa yote niko nayo, okoa ya mia saba yote Hey, mtalipa aje babe. Lakini majirani, si mtatuwa na kelele? Hapana. Sasa mmetoka, sasa kuja kupigana inje. Sasa wacha nikusaidie shida yako ambayo uko nayo. Wewe, niko na form ya Febro data bundles. Unaono, ukiwa hata na hiyo kwa jazi yako ambao unasema. Bado unaeza kununua bundles, unaeza kununua minutes, unaeza kununua SMS kutoka kwa Febro data bundles. Wewe chenye unafanya, unaenda kwa Mpesa yako till number ya kununua data. Unaeka 403402. Kama unataka kununua minutes, unataka kununua SMS, unaenda kwa mpesa namba yako. Till number unaweka 3777174 hiyo. Mambo tumemalizana nayo hivyo, hata mimi subscriber mkubwa wa 10 bob. Yes, ukiwa na okoa yako ya 700 bob. Bado hey, unaweza kuenjoy data yako. Hawezi mkata. Hakuna, pesa nye anatoa kwa mpesa yako na data iko sawa, kila kitu iko sawa, sawa. Unaweza upload kila mahali. Kila mahali. <laughs> <laughs> ni kilamahaliuchukuleb yeah. yeah. yeah, bapo kando ya radio, uende ununue credit tuweke data. <laughs> na febro.